Wadau, mambo vipi? Natumai mu wazima wa afya. Karibuni kwenye chaneli ya Plan B Survival Computer. Sitakuwa na mambo mengi leo, ila leo nataka niwape zawadi tu kidogo, ambayo itawasaidieni wale wenye matatizo ya kompyuta. Kuna muda mwingine inaganda copy na copy iko slow very slow, unakuta mouse ina ganda, kile unachokifanya uelewi, wala wanakuletea ujumbe protection, mara message za protection, kile unachokifanya unaona kama vile kila kila unachokifanya ni shida. Sasa kuna tatizo, unajua kuna matatizo aina nyingi, kuna matatizo ya system. Kila mara nyingi unaona message hizo zinakuletea, nakuta system imesha vamiwa na virusi, niseme vidudu kwa hiyo kitabu kufanya hapo, ukihitaji usipige pige window, yani suluhisho lako usishushe shushe window pale unapopigwa na virus. Eh? labda system imeingiliwa na virus eh? hapa ndo naenda kukupa suluhisho ya hilo tatizo. Kwa hiyo tukae pamoja hadi mwisho. Cha kwanza, ukihitaji kurudisha faili zilizopigwa na virus, kuna kodi ambazo ni tutazitumia hapa, ambazo ukishaona kompyuta yako ina shida hata kama haina shida ila una -uki, unawasha kompyuta yako, unatumia hiyo kodi mara kwa mara, itakuwa inakusaidia kwenye system kwamba kama inakuta kuna virus, kuna nini, yenyewe itakuwa inakusaidia sana. Mimi ukiangalia hapa ni yani ni hauni si nani, twende tu moja kwa moja ili video isiwe ndefu niseme ukihitaji kuweka sawa system yako, kama ilipigwa na virusi, kuna tatizo lolote na kusumbua, utafanya hichi kitu. Utabonyeza U, window key plus x, then utakuja hapo kwenye administrator terminal, administrator utaifungua. After that uta open open, ukiisha open, ukiisha Then, ukisha open hapa umeshaa, nielewa. Ukisha open ikafunguka hivyo, hapa utaandika SFC, then utaipa huu mlalo, utaandika scan now, scan now. Utaandika hiyo kodi baadaye, utaipa enter. Toto chokifanya wewe, utasubiri imarize, yani utaiacha hivyo mpaka ianze kuskani, itakuletea hapo neno begin scan itaanza kusikani kuanzia asilimia moja hadi asilimia mia moja baada ya kumaliza hiyo asilimia mia moja itakuletea ujumbe baadaye ukishaona imemaliza asilimia mia moja kuletea ujumbe imefika mwisho funga alafu zima kompyuta yako kama ilikuwa ina shida yoyote alafu utaiwasha tena tena utaiwasha au uta, utailisati uiwashe ianze moja kwa hiyo hapo utakuwa umesolve tatizo usishushe usi, usi window ila tumie hizi kodi itakuwa solution ya tatizo lako, na kompyuta irudi kwenye system ya mwanzo. Maana hizi kodi zina tabia moja, zikiingia baada ya kuscan file zote za system zita, kama zikikuta kuna file lolote limepigwa na virus, kuna tatizo lolote, litalipress zile file, litatoa lile file lilo lilioharibika, au lilikuwa alipo, litarejeshwa, litawekwa jingine, afu baadaye itaifanya system yako kuwa sawa. Kwa hiyo kama umefanikiwa kuona video hii, itakusaidia tatizo lako, na kama hizo lolote la system yote, na sijui umekuletea message hapo protection, sijui umekuletea. Kwa hiyo hapo inakuwa na kuatazalisha, nimeona nitoe video hii, maana kuna watu wengi walikuwa wanani, wananitumia wananiuliza, umeba na nani tatizo hili hili, sijui protection, hasa nilikuwa nitoa ile somo. Kwa hiyo utafanya hivyo na file, na kompyuta yako itakuwa vizuri, utaendelea kuitumia. Usishushe window, kwa utatumia hizi kodi. Asanteni na nashukuru kwa kutazama video hii.